Tukiwa katika masuala hayo hayo ya maji tuelekee kaunti namba 25 ambapo viongozi katika kaunti ya Samburu pamoja na wakazi wamelalamikia kucheleweshwa kwa ujenzi wa mabomba ya kusambaza maji kutoka bwawa la Yamo hadi mjini Maralal licha ya ujenzi wa bwawa hilo kukamilika. Kwa miongo kadhaa wakazi wa mji wa Maralal na viunga vyake katika kaunti ya Samburu wamelazimika kugharamikia ada ya juu ya kununua maji hata hivyo ujenzi wa bwawa la Yamo uliwapa matumaini chungu nzima ya kuondolea gharama hiyo, ila kujikokota kwa ujenzi wa mabomba ya kusambaza maji kutoka bwawa hilo hadi mjini Maral kunaendelea kupoteza matumaini hayo. Hapa tuna shida kubwa sana ya maji. Kuna dam inaitwa mega dam, inaitwa Yamo dam ambayo ilijengwa about 2 years ago, tunaambiwa imekamilika Imejaa maji, mvua imenyesha ya kutosha, mpaka imejaza maji almost busting, na mpaka leo Maralal Town tuko na shida ya maji. Hili tatizo la maji limekuwa kero kubwa katika mji huu wetu, na ili hali damu ambayo inaweza kusupply mji huu maji na maji yatoshe, damu ya, ya Yamo imefurika maji, lakini piping na treatment plant hakuna. Kwa hivyo bado tunangoja kwa hamu. Mita yetu ina shida ya maji. Naibu Gavana wa Samburu Gabriel Nengwesi akikiri kujikokota huko kumezima matumaini ya wengi. Mradi huo ulioanzishwa na rais mstaafu Uhuru Kenyatta umefikia asilimia 20 pekee, hali ambayo inaibua wasiwasi.

kukamilika kwa mradi huo kutawezesha wakazi wa mji wa Maralal viunga vyake kukidhi mahitaji ya maji. Serikali inapotoa hakikisho ya kuwa mbioni kukamilisha ujenzi wa bwawa hili, wakazi wa eneo hili wamelalama kuhusiana na mwendo wa kobe wa ujenzi wa bwawa hili, wakati ambapo wana kiu cha kukata maini. Boniface Barasa, Roninga, Citizen. Bwawa la Yamo, gatuzi la Samburu. <laughs> Tunajifunza. Maneno mapya kutoka kwa Boniface Barasa, kiu cha kukata maini. Mtazamaji studioni, mi napata fursa tena ya kukata kiu, lakini haitanikata maini, ila nakupa fursa ya baadaye kuweza kuendelea na taarifa za michezo.